Ndio, leo ilikuwa ni siku ya mahakama ya Hakimu ya mkazi mkoa wa Mwanza kutoa hukumu kwenye kesi namba 6166 uh, ya mwaka 2024 iliyokuwa ikimuhusu e, mteja wetu ambaye aliwakilishwa na mimi pamoja na wakili mwenzangu Godfrey Mringi kwenye kesi ya madai e, ya udhalilishaji uliofanywa na mwandishi wa habari anaitwa Alocye Nyanda ambapo kupitia mtandao wake wa kijamii alichapisha taarifa za udhalilishaji zinazomhusu mteja wetu Aaron Titus Kaguru Mjuri wakati akiwa mkurugenzi wa jiji la Mwanza na wakati akiwa pia mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni kwenye kati tofauti tofauti ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo jijini e, Dar es Salaam na katika shauri hilo mahakama imemwamuru Alois Nyanda kulipa fidia ya bilioni mbili shilingi za Kitanzania kwa udhalilishaji aliyofanya, lakini vilevile vile, kuomba msamaha e, kwa yale aliyoyachapisha ya ambayo ni ya uongo yanaleta fedheha na ni ya udhalilishaji kwa bwana Aaron Titus Kaguru Mjuli ambaye ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo kwa sasa lakini vile vile mahakama imemkataza yeye, wakala wake, au mtu yoyote anayehusiana na yeye kuchapisha taarifa hizo ambazo amezichapisha kwa nyakati nyingine yoyote, kuanzia sasa na ijayo, na pia kuziondoa taarifa hizo ambazo amezichapisha zinazomhusu bwana Aaron Titus Kaguru Mjuri. Lakini vilevile mahakama imemtaka kuomba radhi kuanzia sasa, kwa shauri limehitimishwa katika misingi hiyo e, na pia anatakiwa alipe gharama za shauri ambazo Bwana e, Aaron Titus Kaguri mjuri aliziingia wakati wa uendeshaji wa shauri hili. Na sisi tunashukuru mahakama imetenda haki, na e, kwa sasa tunaangalia namna ya kuona anatekeleza vipi amri hizo ambazo mahakama imezitoa haraka iwezekanavyo. Kama atashindwa, tutaomba utekelezaji kwa maana ya njia za utekelezaji zinafahamika, tunaweza tukaomba kukamata mali zake e, na kama hatakuwa na mali ya kukamata basi tuna, tuna, tuna option pia au tuna chaguo la kumkamata yeye kama mfungwa wa madai vilevile, utekelezaji unafahamika e, sisi tutaomba tuna, tuna, utekelezaji haraka iwezekanavyo. Kwa yeye pia anatakiwa alipe haraka iwezekanavyo e, na pia ana haki zake za msingi anaweza akazitekeleza kimahakama, na shauri lilikuwa mbele ya Mheshimiwa Bonifen Chalema eh, mahakama ya Hakimu Mkazi Mkoa wa Mwanza. Tumeshatoa nafasi hiyo, tulimwomba huyu bwana aoni eh, Alocye Nyanda aombe msamaha, alikaidi. Kwa hiyo hatuna nafasi hiyo tena kwa sasa eh, eh, eh, fokasi yetu ni kuona namna gani maamuzi ya mahakama yanatekelezwa.